Kuja mtu mmoja ofisini kwangu, yeye ni changudoa, mtaniwia radhi kutumia jina hilo, au kahaba, anaibaga waume za watu. Yeye amejichora tatu kwenye mwili wake, na ile tatu ilichorwa na damu za mtoto mchanga. Alimuua mtoto wa kiume, akachukua baadhi ya viungo vya kiume vya yule mtoto. Ile damu mbichi ndio ilichora tatu kwenye mwili wake ili aondoke na mume wako, na anakuambia "Mchungaji, sikoseagi." tuliona amechora tatu. Miaka kumi na saba iliyopita, ile tatu ili, ili, ili, kule ilikuwa imechorwa na vituko vilivyokuwa vimechorwa kwenye huo mwili, ni vitu vya uchi vya aibu, na ilitoka damu mbichi mbichi kwenye ule mwili wake, na ni mtoto wa kiume alifanya hilo kafara, Akaua mtoto wa kiume ili apate wanaume wengine huko mtaani, sio sio changudoa kujipanga kwenye streets za barabara. A -a. A -a. Ni staff. Ni executive, anatoa huduma maalum. Ndio maisha tunaishi nayo. Wewe unashangaa mme wako arudi nyumbani, hujaomba <laughs> hujamtolea sadaka, hujamzingira, umemnunia <laughs> Yaani, ulichoweza kufanya ni kumnunia, alafu kuna ngoma zinamwita na tatuu za damu za watoto. Oi, utavimba mpaka upasuke kama puto, nothing done. Sokoni mwambie jirani yako, imani na soko. After all, ukumbuke ya kwamba chanzo chako wewe ni ushindani. Wana wanasayansi wanafahamu na wanabiolojia wanajua ya kwamba mbegu zinazotoka zinazozaa mtu au ili mtu azaliwe, aumbe au aumbike, ni millions powers zinatoka kwenye drop moja, lakini ile inayopiga mbio kukimbia kwenye yai la mama na kufika, ndio mtu anazaliwa. Na duniani hakunaga mtu aliyeshindwa, wote tu washindi. Maana yake ulishashinda kabla ya kuzaliwa. Hilo nataka nikuambie uelewe sawa sawa. Shida yako umekutana na upinzani akina Elima kwenye maisha yako, yamekuzuia huko pale, unajifikirwa ni failure. Hakuna failure duniani, hakuna failure wala hakuna loser duniani, hamna hiyo kitu. Hakuna wako wapi watu ambao wananielewa hapa? Hebu inua mkono wako pamojana. Sasa nisikilize mimi, mimi nimewahi kurogwa mara mbili madhabahuni katika huduma yangu ya kichungaji hii ilikuwa kali zaidi. Sitaji mahali nilipokuwa, lakini ni moja ya hizi nchi za Afrika Mashariki. Hapo mahali ibada haziendi, ni pakame pakavu, vibaya mno. Ukiingia hapo kila yani, hata kama umekubaliana ume, ume kwamba leo ninabatiza ubatizo wa shida. Sa so, unajua kuna watu wanazaliwa huko hospitali, na mchungaji nakuja kumbatiza mtoto wangu kwa shida yani, kama kuna kitu chochote kinachoitwa ibada kwenye hilo kanisa nililokuwa. Na huko mahali nilikokuwa kuna mama mmoja nilikuwa namkutaga hapo mlangoni kila siku, uje asubuhi, uje usiku, yuko hapo mlangoni nimekuja tu kwa ajili ya maombi. Nimekuja na biblia kubwa amebeba, nimekuja tu kwa ajili ya maombi. Sasa endesha huduma pale, endesha maombi, anzisha vitu, kwaya haziendi, hakuna kitu kinaenda kwenye hilo kanisa nililokuaga. Siku moja ya Mungu wakati wa Pasaka sitaka nisahau, siku ya Jumatano ya majivu Mtumishi mmoja alikuwa anatengeneza hizi microphone. akiwa anatengeneza akamwona mama mmoja ametokea kule nje spidi, akazunguka nyuma ya madhabahu, yaani nyuma kama hapa nyuma ya madhabahu kwenye ukuta kama huu. Hilo kanisa huko nyuma kulikuwa hakuna ofisi kama hili lilivyo na ofisi, na mimi nitashauri sana makanisa asijengwe ukutani kwa sababu ya hicho nilichokiona. Mama huyu akazunguka kule nyuma haraka. Sasa kule nyuma kuna louvers zinaonekana huku, kwa yule ndugu aliyekuwa anatengeneza microphone akawa interested kwenda kumwangalia. Alipofika le mama akavua brazia yake, akavua uh, uh, uh, blouse, akavua brazia akaweka pembeni, akachukua maji ya chupa, akaanza kuosha maziwa, anaoshea maziwa kuelekea kule kwenye madhabahu. sasa ngoja ninywe maji kwanza Yaani tangu nasoma mistari ya Biblia mjasikia huo wow. Uchawi ndio mnataka kusikiliza kwa kiango hicho. Oh, Afrika, uchawi uchawi ndio mnapenda. Na mimi siongeaki mambo ya kichawichawi, lakini leo inabidi nitoe tu mfano huo. Sasa yule mama, yule mama alipozunguka kule nyuma, akaonekana aka naosha maziwa yake, alafu yule kijana akapiga kelele, jamani, jamani, jamani! Sasa tulikuwa pale Kwenye hizo nchi za Afrika Mashariki bwana, <laughs> waskiwanaiviziaga kwa maneno, hamtaka mnipate <laughs> oh. Ana, tangata na nyoka mara mbili <laughs> Afrika Mashariki. Sasa <laughs> wakaenda wakapiga kelele, tukasikia. Tulikuwa ofisini, ofisi ya mchungaji, tukatoka tukapishana na paka nyoo. Paka karuka ukuta hivi, nakwambieni kwa macho yangu niliona paka. Sasa yule anafika anasema ni amegeuka paka, nikamwambia wewe dogo, situzingue lakini aliponieleza na wenzangu tulimfahamu robo saa baadaye, anatokea kule getini, anakuja na kipochi chake sasa, anakuja kanisani, na nilikuwa nimechoka. Unajua mchana unataabisha, unajua kwa nilikuwa na hasira, nikamwambia njoo, njoo, njoo, kaa hapa, kamwita parishweka na wamama wengine, nikamwambia na nakutwanga vibaya mno, unieleze ulikuwa unafanya nini hapa. Hapana, ndio nakuja. Nikamwambia we usithubutu kunidanganya Ulisha kuja na ukatuondoka kimujiza hapa na kuwasha viba. Nikasema hey, hey! nilikuwa nimevea kula, nikaweka pembeni, alafu nikasema kengele na ibada iendelee huko ndani, mimi nitashughulika naye kwa bakora. Alafu nikasema naomba mnitie na watu hapo Msimbazi, tafadhali. Ngoja nizungumze sasa uelewe <laughs> Nitieni na polisi wa Msimbazi, sio kituo kidogo kidogo, kituo kikubwa. Anaambia sawa. Nilipomtisha tisha, akakubali. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Akaniambia samani mchungaji, nikaambia nini? Akaniambia ni kawaida yangu kila ibada kabla haijaanza hapa nije kuroga. Nikaambia unarogaga na nini? Yale maji? Akaniambia yale maji ni maji maiti maziwa ni ku, ni kulisha. We si mchungaji, kazi yako si kulisha? Kwa hiyo maziwa ni ile kunyonyesha, kulisha. Kwa hiyo nakujaga mimi, naosha maziwa, nikisema chochote atakacholishwa au waumini chochote hawatakielewa hawatakisikia. Na, na maziwa ni uzao, na maziwa ni kuongeza, kwa hiyo hakuna kitu kitakachokuwa kiongezeke hapa, nimekifunga kwa maziwa ya mwanamke na maji maiti. Nikaambia yako wapi? Akaniambia nimebakizayo kwenye shupa unajua unamwangalia hivi unatamani umeze. Nikamwambia basi, umesamehewa dhambi zako, usirudie dhambi hii tena. Nikamwombea nikamaliza ne, nikaendelea na ibada. Nikamwambia ukirudia utakufa, hautapona. Ushindani tangu siku hiyo hapo mahali pakafunguka. Jumla hayo makofi hayatoshi. Watu walikuja kanisani, vikundi viliongezeka, hilo eneo likafikia ulimwengu, nchi ikatikisika hapo mahali, kwenye hizo nchi za Afrika Mashariki, karibu karibu na Msimbazi <laughs> kama yuko hai sijui, kama amekufa sijui, lakini nachokijua kazi ya Mungu ilifanyika. Ndicho Paulo alichomkemea Elima. Wapo watu ambao wanashindanaga na kazi ya Mungu isiende. Sasa hiyo ni madhabahu, soko la ufalme wa Mungu. Jambo la pili, siku moja nilikuwa na, na wageni. Hili nitasema sasa wazi kwa sababu lilionekana, unajua siku moja nikawa niko na wageni kutoka Botswana nikiwa mchungaji wa ushirika wa Kariako, hiyo ilionekana kanisani, kwa hiyo sina haja ya kutamka East Africa. Sasa nikaenda nikawa ninaendesha ibada, niko na askofu Robinson kutoka Botswana na wachungaji watano kutoka Botswana na mimi mwenyewe, tuko zaidi ya wachungaji saba kwenye pool, kwenye madhabahu, akatokea paka yaani akatokea paka ambaye anazunguka na mimi kwenye kanzu. Nikienda kukaa pale, anaenda na keti chini ya kanzu yake anakaa huko chini ya, ya miguu. Nikitoka pale kuja kutangaza wimbo, anakuja anakaa chini ya kanzu yuko. Najiuliza, nimekanyaga samaki? <laughs> Ushindani. Sasa nikakaa unamfukuza yani, kama yani, tena paka wa mahaba yani, paka yule ambaye anakumi kwenye miguu, anangang'ana na hivi na wivi, na kukusugua, na mkia na meno, sema paka madhabahuni. Sasa waumini kule, hmm, hmm, hmm, hmm. Lakini nikamwambia Mungu, usiniaibishe, na hasa unapokuwa mchungaji, labda pengine una kibali na neema, unajua watu wanaweza wakaanza kuwaza yale yale. Kwa hiyo nikamwita kijana mmoja, anaitwa Asheri ni mtunza madhabahu wetu pale Kariakoo. Kaambia Asheri njo, kaambia mshike huyu paka hapa, fungua mlango kama ule pale, mlango wa madhabahuni wa hivi, mtupe kule nje, funga huo mlango haraka. Wakati huu ninaomba, ninaomba, mimi natangaza wimbo wa dafira bana, naimba huku ndani, katika jina la Yesu fayafaya Fire! Fire! Basi tukamshika yule paka Asheri akamtupa pale nje kwenye mlango kama hapo, akamtupa kule nje kwa haraka. Alipomtupa yule paka, alipiga nyaa, akakauka hapo hapo. Tukaacha kuendelea. Unajua waswahili na hasa ushariki wa Kariakoo unaweza kufahamu. Kwa hiyo ibada ikasimama kwa muda, ngoma zikatoka kwenda kushuhudia mauti ya paka kwanza. Wakati paka anakufa kule nje tunakaa hivi, ni siku ya kusifu na kuabudu ilikuwa sasa au na hizi ibada usizione zikiwa leo, ulimwengu wa roho zilizimwa vibaya mno. Nikiwa pale kanisani kwa mara ya kwanza, naona baba mmoja anakuja, mimi niko kule mbele, namwona baba mmoja anakuja kwenye korido. Yule baba yuko uchi wa nyama, uchi wa nyama, ilitokea kari yako, uchi wa nyama. Ukimvalisha nguo, anasema zinaniunguza. Wale wazee wa kanisa wakapambana naye, ni mwanaume tafu anasema, nasema mchungaji Kimaro, umeniona huko, umeniangusha, sijui ni na nini, tulituma paka, umeua paka wetu, si umefanya nini, umeturudishia mauti, mimi sitakufa, nimekuja mwenyewe. Yani yuko uchi, wazee wa kanisa wakapambana naye. Kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, lakini juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo nikasema mshikeni, mkamateni, mtafutieni na watu wa Msimbazi wanisaidie polisi wanisaidia polisi wakaja. Baadaye nilipomaliza ibada, ukamfungia ndani, yuko uchi na hataki kuvaa nguo, ukafungia ndani. Tulipomaliza ibada, nikaenda kumfuata, ndo anaeleza mambo hayo ya kishetani walivyohangaika. Nasema hili soko tumelinunua miaka mingi, we unakuja hapa kutuharibia soko. Tukapiga faya, akapona, mashetani akamtoka, na baadaye nikaomba polisi, ondokeni kwa amani. Niliogopa asija kanifia hapa humu ndani. Lakini kama ameokoka ame kazi yenu imeisha, ondokeni. Wakaondoka. Nasema ushindani wa, wa soko la ufalme wa Mungu. Haya ni machache tu yaliyotokea kwenye soko la Kariakoo, na mimi nimekaa pale sokoni miaka kumi. Amna rangi ambayo sikuwahi kuiona, lakini katika rangi zote Mungu wangu amenishindia na zaidi ya kunishindia, sema amina, haleluya na ujue baada ya hapo kile kiwango cha watu kufunguliwa, ibada za morning glory zilikuwa zinasuasua, ziliondoka tangu siku ile, zilienda mpaka mpaka zikafikia watu elfu tatu wanakaa hapo nje asubuhi. Nikauliza siku tunapomfanyia delivery yule mchawi, tukamwambia hiyo paka ulituma ifanye, sema ile paka tulituma ikung'ate ukauke, kama ilivyokauka yenyewe ungeanguka pale na ungekauka, lakini haikuweza kukung'ata kazunguka na wewe tu hivi madhabahuni. Oh my God, ninakuombea, waanga wanaokuja kuangia nyumba yako, badala ya kulaani biashara na nyumba yako, wakifika waanze kubariki. Wengine wanasema, mchungaji, unamaanisha nini? Ninamaanisha juu ya mchawi aliyeitwa Balaam aliyesimama na Balaki siku zile, akitaka kuilaini Israeli aliposimama kulaani badala ya kulaani akabariki. Na yule mtu akamwambia, imekuwaje hata unabariki badala ya kulaani? Walijenga madhabahu ishirini na moja na wakatoa ng'ombe ishirini na moja kondoo ishirini na moja na mbuzi ishirini na moja madhabahu ishirini na moja milima mitatu tofauti ili waroge taifa la Israeli. Ndipo yule mchawi akasema, kwa hakika hapana uganga kwa Israeli wala hakuna uchawi kwa Yakobo, tangu sasa habari za Israeli zitasemwa. Hawa walikuwa ni wanasiasa, ilikuwa ni habari ya siasa. Kwa hiyo, huyu wanajua, wana wa Israeli wakipita hapa wataharibu habari zangu za kisiasa katika nchi hii. A, njoo unilaanie watu hawa ili niwaweze Wapo watu wangapi ambao wameharibiwa position zao na maisha yao na hali ambayo imewatesa kwenye hali yao ya kisiasa? Zamani tulikuwa tunasikia mlingotini Bagamoyo, siku hizi tunasikia watu wanakwenda madhabahuni kuachilia baraka kututafuta neema ya Mungu ya kuwasaidia kwenye siasa, na hili ndilo tunalolitaka litokee katika maisha ya watu. Wako wapi washindi hapa ambao wananielewa sawa sawa? Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, kuwasilisha kwako mawazo yenye tija, kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kujengea uwezo na na wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.